Mtazamaji wa Tony TV katika kuhakikisha unapata kile kilicho bora zaidi, leo niko mtaani kuendelea kusanya maoni ya wapenzi wa soka katika nchi yetu ya Tanzania kujua kipi haswa ambacho kitaendelea kutokea tarehe 27 dhidi ya Tanzania itakapoenda kucheza dhidi ya Uganda. Tunakumbuka kuwa siku ajana, ya jana timu ya Taifa Stars ilipoteza kwa kufungwa magoli mawili kwa moja dhidi ya timu ya Nigeria. Hapa niko na mwananchi ambaye yeye ni mpenzi wa soka atakwenda kutupa uchambuzi kiundani zaidi, lipi haswa ambalo aliliona ni siku ya jana na matalaji matarajio yake kuelekea mchezo ambao utaenda kuchezwa siku ya tarehe 27 dhidi ya Uganda. Ah uh, ndugu yangu habari yako? Salama kabisa, mambo vipi? Ah uh, safi. Wa, uh, mtazamaji atamani kujua jina lako na unatokea wapi pia. Naftari Boa Zezaria anatokea Mwanza. Ndio. Mm, ah uh, tunat... siku jana mchezo, na tumani kuwa umeuona vizuri. Una lipi la kuzungumza kulingana na mchezo ambao ulichezwa siku hiyo? Ya mchezo, niliutazama ni vizuri pia ni wapongeze pia Taifa Stars kwa hatua waliofikia wali maana yake kucheza na timu kama Nigeria, pia anaweza kupata pia goli yani, unasikia goli, ni si jambo la kawaida. Maana yake walipambana tulipa, wachezaji walivuja jasho. Pia nipende pia kutoa ushauri pia kwa mwalimu Mige Gamondi, ingawa tuliutazama wote mchezo pia, ukiangalia ukitazama ule mchezo eh, ulikuwa na wachezaji ukiwatoa wale mstari wa ulinzi wa watu wanne ukimtoa eh, alikuwepo jana Bakari Nondo Mwamnyeto baada ya kumwanzisha nani jana bwana mdogo Jobu, ambaye jana akupata nafasi ya kwanza, na Baka Mohamed Hussein pamoja na Shomari Kapombe, wale waliobaki, ukimwondoa Novatus Dismas Masimiroshi, ndio wachezaji waliokuwa na asili ya ukaba jana, na wachezaji wa nne wa wa tano wenye asili ya ukaba kwa ma, kwa maana gani? Unaenda kucheza na timu kama Nigeria, una wachezaji wanne wenye asili ya na kiungo mmoja wenye asili ya ukaba manake una unategemea mpishane kwenye transition walikuja kwenye transition ni e, Nigeria wao wakawa quick zaidi kuliko hata Taifa Stars. Manake ukitazama mpira alivyokuwa nacheza, likuwa ni gemu iko wazi sana manake ukicheza na timu ambayo yanakuzidi uzani we uko chini yake, inabidi pia uende kwa nizamu ya kuzuia. Ukimwangalia Gamondi jana, nizamu ya kuzuia pia inaonekana ilikuwa haipo. Maana yake ukitazama, ukita kikosi, haina selection ya kikosi haina wachezaji wale wa, wa, wa kuzuia pasei, ambao tulitegemea labda ataenda na viungo wa kuzuia wengi, akiamini kwamba mimi nitakaa nyuma ya mpira ni ikiwa na mijongeo ya haraka kuelekea kwenye lango la timu ya Nigeria. Uh, mchezo wa jana ulivyoangalia, timu ya Taifa Stars ilikuwa bora maeneo gani na ilikuwa dhaifu maeneo gani? Kwa jana unaweza kuwasifu walinzi na kwenye safu ya ulinzi walifanya kazi kubwa sana. Ukimtazama Ibrahim Ahmad Abdullah Baka alifanya kazi kubwa sana jana kwenye eneo la ulinzi. Maanake kucheza na mtu kama Victor Osman afu umzuie asipate uh, goli ni kwa ni kazi ni shughuli sana. Na mliona unafuatilia ile mpira kuna mpaka movement walionyesha ile mpaka ikawa inarudiwa ile picha mjongeo ile Ibrahim Baka na Victor Osman. Una, unaona kwamba ni kijana ambaye alikuwa anapigania bendera ya nchi. Kiutazama pia kwenye eneo la kiungo, kipindi cha kwanza kuwa na performance nzuri sana Novatus Dismas Miroshi, lakini alivyorejea kipindi cha pili, alirejea Nova tofauti sana. Kwenye eneo la kiungo na mstari wa mbele Charles Mombwa na Araki alivyorejea kipindi cha pili, sio wale walio walioanza kipindi cha kwanza. Maana ukitazama pia kwenye huku kwenye build up huku za kutengeneza mashambulizi wale mafurbeki ma Shomari Kapombe na Mohamed Hussein e, wamekuwa wale modi sana siku hizi na ndonga ukubwa kwenye kushambulia. Ukitazama jana build up waizokuwa wanazifanya, kuna namna pia walikuwa wanahitaji msaada wa viungo connection jana, yani, kulikuwa ukimondoa Miloshi ndio walikuwa wanapiga mipira mirefu ambayo inategemea ikachana ile mistari ya ulinzi pembeni wa wafanye dribbling waweze kuingia ndani watengeneze nafasi, lakini ukiangalia mchezo wa jana zilipatikana nafasi chache sana ku, kupitia pembeni, ambao walikuwa wameziba mianya na Nigeria walijua kwenye viungo wao pia walikuwa naopetu, walikuwa wanajua kwamba tukiondoka kwenye mstari wetu wa ulinzi kuna watu hatari wanaoweza kuja kufanya build up ya haraka na transition enda tukaenda kuadhibiwa. Kwa walikuwa na mtu kama Nigeria jana, walikuwa na mtu kama Chikweze Maestro, anajua kuchezea mpira ukimpa nafasi, na Lukman wanajua kutembea kwenye maeneo na, pia walikuwa wanajua kwamba tukitoka tu kwenye eneo kuna mtu pia anaweza ahitaji nafasi moja au mbili, akipata nafasi moja hiyo anaweza kukuadhibu mtu kama Osman Victor Osman, jana amefanya kazi kubwa sana kama ilivyokuwa wakati yake kwenye uwanja ilikuwa ni kubwa sana kwa washambuliaji wa, wa pale mbele wa, walije na Adams walikuwa wanacheza mchezo ambao ulikuwa unaonyesha kwamba muda wote kama sio naweza wakapata goli. Tazama lile goli hata liliofungwa lile goli la cross iliyotoka pembeni ya, ya Alexi, Alexi Iwobi, mtu anakwenda kupiga free header walikuwa wawili. Waka anticipation ilikuwa na vizia nyie mkitoka, sisi tunakuja. Tazama hata goli ambalo mtu ana shoot from distance, yani ka nje ya 18, Lukman kaamua kuachia, kuachia shuti ambayo pia Zubei Foba pale uwezo kamnao, mka position aliyokuwa amekaa, mtu amechagua yengo mpia na kwenda kukaa kwenye neti. Goal tulofunga sisi la Chazi Mombwa, goli ambalo unaweza ukasema ukamsifu Novatus Dismas Milosha. Aliinua macho akatazama wapi kuna nafasi, kuna shimo akatumbukiza mpira, akamkuta Charles Mombo. Ukitazama pia mchezo wa, mchezo wa jana yani, kuna vitu vingi ambavyo unaweza viona kwa macho ya kiuchambuzi tu, yani kwenye eneo pia la, yani kwenye eneo la kiungo alipaswa, mimi nilitegemea labda Gamondi atarudi pia nanani, na nani atarudi na mabadiliko kipindi cha pili, ili aweze kuna nani eneo e, la kiungo tulikuwa sana kweupe sana pale jana, umeuchukua mchezo sana Nigeria, tulikuwa kweupe kwe sana kwenye eneo la kiungo. Nitegemea labda atarudi na viungo wakabaji wengine, kwa labda kama ukipo kina Yusuf Kagoma, jana wangeza hata kutuofa Alfonso Mabula, wakiletea kipindi cha pili kwa dauni Sambamba Mbwana Samata, Simon Msuva, wote wale wekilete yao kipindi cha pili ilikuwa iko down. Nitegemea ni tarudi na mabadiliko. Baadaye tena tunafungwa tuna concede magoli mawili kwa moja, ndio mwalimu anarudi na mabadiliko. Anarudi na mabadiliko ya kuingiza sasa wale walinzi ambao tutegemea, labda watu wenye asili ya ukaba, tutegemea labda ndio wataingia, tukiwa bado labda tuna nani atuja atujatengeneza atuja, goal difference ile, maana kuna goal difference ya mbili tayari tunadaiwa goli moja unaenda kuingiza walinzi. Maana yake umeuwa tena winga ya kushoto, aliua winga ya kushoto, kaingiza mlinzi ambaye Dickson Job akamshomari Kapombe, akamuingiza aka, Aji Mnoga ambaye pia sio mzuri sana kwenye build up kutengeneza mashambulizi, yani overlap kuamaliza ule mstari, inakuwa ni ngumu. Kukosekana kwa, kwa Mudathir haya Faisal pamoja na Kagoma katika mechi ya jana, unaiona timu ya Taifa Stars ilipungua kiasi gani, na ingekuwa wangekuwepo uwanjani, nini ambacho kingetokea? Kuna mapungufu tuliyaona kwa ule mchezo yaani, kulikuwepo amna connection pale kwenye eneo la katikati maana tunategemea ile eneo la katikati likaunganishe na viungo washambuliaji wale kuepo, naona timu nyeupe Msuva ana kazi, maana yake inategemea watu wapige shoka huku wale wapate malisho eneo la mbele. Ndio maana ulimuona jana Mbwana Samata kama yupo inategemea na watu waliokuwa wanacheza nao, maana watu wa eneo la katikati wote wale ulikuwa unaangalia Alfonso Mabula kuna namna alikuwa na, na switch mbele zaidi kuliko hata wakina wakina Faisal, utamuona yuko chini zaidi kuja kukokota mipira. Utamuona Mdasiri haya basi, utamwona yuko chini akuja kukokota mpira. Utamuona Yusuf Kagoma akifanya kazi zake chafu jana, na hizo nani izoekaeka hizo, maana yake izoekaeka zote alikuwa anajaribu kuzifanya miloshi, ambapo ukiona kipindi cha kwanza pia uko unaona akifanya kaeka nyingi sana ndio ilikuwa namlazimu sana apoteze mipira. Ukiona mtu ambaye amepoteza pasi nyingi sana kwa stars kipindi cha kwanza alikuwa ni Mirosha, alikuwa afanya kaeka nyingi azuie apige mpira mirefu weza. Ndio maana kipindi cha pili Gamonde akamswitch kwenda juu zaidi katikati hapa, akarudisha aliweka wa walinzi watatu, maana yake Jobu ilikuwa inabidi akacheze ile lile shimo la katikati, afu ya switch, ndio maana uliona kipindi cha pili kama na advantage tena ya kutembeza mpira mpira, ilikuwa inatembea, wanakanyaga maboxi ya timu zote mbili, atakanyaga boxi la Nigeria, atakuja kanyaga ya boxi ya, ya Tanzania. Ndo kazi anazifanyaga Mdasi. Haya basi, ndo kazi anazozifanya Faisal Salum, ndo kazi anazozifanya bwana mdogo pia ya haya bini zaidi wanaweza kucheza yale maeneo kwenye mashimo kwa usahihi zaidi, wakakanyaga. Muda gani mimi niwe kwenye eneo la mpinzani, muda gani nije nikazuie. Ah, tukiangalia kiwango cha goalkeeper timu ya Taifa Stars Zuberi eh, Foba pamoja na Yakubu. Unaona kuna utofauti gani au siku ya jana eh, Foba alionyesha kiwango cha namna gani? Kwanza kajitahidi, Zuberi Foba kwa mchezo wa jana akatoa save nyingi ambazo tungeweza hata zaidi ya goli hata nne. Maana ukiangalia hata ule mchezo kuna namna alikuwa anatoka langoni kuja ukilia ile makosa ya walinzi. Ukiangalia kuna kosa ambalo pia Bakari Nondo Mwamnyoto alikwenda kukilia kwenye goli kabisa, maana yake ni ujanja pia mda mlango kutoka, naenda kukava lile eneo ambalo walinzi ilipaswa wawepo, lakini kwa makosa ya kiulinzi, yeye akaenda kukava lile eneo, baadaye Victor Osimhen akawa amepata nafasi pia. Uliona pia kazi aliyokuwa anazifanya Zuberi Foba, kiwango kizuri pia, hata ukija kumlinganisha na Yakubu Suleimani hatuwezi kukunani kulinganisha kwa mechi ya jana tu maana yake kwa ndo, ndo mechi pia ambayo ilimtoa nani ilimtoa Zuberi Foba yani kumwonyesha kwa watu ambao walikuwepo pale maana yake na yeye kijana anajua maanake hizi huu ni mpira na masouti ma wengi wako hapa nikifanya vizuri kesho na kesho kutwa naweza hata nikaenda kucheza timu kubwa zaidi ya, ya timu ninayoicheza hata Azam FC. Ukiangalia kiwango chake jana alikuwa perfect sana, maeneo mengi alifika kwa usahihi, eh, amefanya kazi yake kama mlinda mlango. Tukija kumlinganisha na Yakubu Sulemani, kuna pia Yakubu Somo nadhani alipata jana. Jana bwana mdogo kajitahidi pia footwork yake ilikuwa nzuri ukilinganisha na Yakubu Sulemani. Pia tupende kumpongeza pia eh, mwalimu aliyeshughulika pia kumtengeneza bwana mdogo manake, ukiwepo nani kama wewe, Zuberi Foba naona fbnaona eh, mimi ndo goalkeeper namba namba mbili, labda goalkeeper namba moja yupo kuna ile pressure, ile tension inakuchukua ya mchezo manake unakuwa na pressure, sasa hapa mimi ndo Zuberi Foba goalkeeper namba na moja ambaye alitegemewa hapa hayupo. Maanake kijana ye ile pressure yote, wenda kuna mtu alimtuiza kwambia cheza hize huu ni mpira kama, cheza, vu, kama unavyocheza Azam FC cheza kama unavyocheza kwenye michuano mingine unavyokuwa na Azam FC.